Kitabu cha Yeremia sura 47 na 48. Naam, watu wa Mungu, tumsifu Yesu so Kristo. Karibuni sana wapendwa, tuendelee na kipindi chetu kizuri cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Ni siku nyingine tena Mungu anatupa nafasi, nami naitwa Mwalimu Petro na kukaribisha tuweze kufungua kwa sala ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambapo Baba unatupa nafasi kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunaomba utuwezeshe kuendelea kusoma kitabu hiki cha Yeremia. Tunaomba Baba, utujenge na utuimarishe, ili sote tuweze kuwa imara katika uwezo wa nguvu zako. Tupe akili na ufahamu, ili tuweze kulielewa neno lako, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yeremia sura ya 47 na ya 48. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa 47. Neno la Bwana lilomjia Yeremia nabii katika habari za Wafilisti, kabla Farao hajapiga Gaza. Bwana sema hivi: Tazama, maji yanatokea katika pande za kaskazini nayo na yatakuwa mto furikao, nayo na yataifunika nchi na kila kitu kilichomo, huo mji na wote wakao ndani yake. Nao watu watalia, na watu wote wakao katika nchi watapiga yowe, kwa sababu ya mshindo wa kukanyaga kwato za farasi wake waliohodari, kwa sababu ya mwendo wa mbiombio wa magari yake ya vita, kwa sababu ya ngurumo ya magurudumu yake. Hawa akina baba hawatazami nyuma, ili kuwaangalia watoto wao kwa kuwa mikono yao ni dhaifu, kwa sababu ya siku ijayo kuwaangamiza Wafilisti wote, kukatilia mbali kila msaidizi wa Tiro na Sidoni asaliaye; maana Bwana atawaharibu Wafilisti, mabaki ya kisiwa cha Kaftori. Upaa umeupata Gaza; Ashkeloni umenyamazishwa, mabaki ya bonde lao, hata lini utajikatakata? E, upanga wa Bwana, siku ngapi zitapita kabla hujatulia Ujitie katika ala yako, pumzika, utulie. Utawezaje kutulia ikiwa Bwana amekupa agizo juu ya Shikeloni na juu ya pwani? Ndipo alipoyaamuru hayo. Mlango wa 48. Habari za Moabu. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: ole wake Nebo, kwa maana umeharibika. Kiriathaimu umeaibishwa umetwaliwa Misgabu umeaibishwa nao umebomolewa. Sifa za Moabu haziko tena katika Heshboni, wameazimia mabaya juu yake. Haya, njoni, natumkatilie mbali, asiwe taifa. wewe nawe, e Madmena, eh, utanyamazishwa; upanga utakufuatia. Sauti ya kilio toka Horanaimu, ya kutekwa na uharibifu mkuu! Moabu umeharibika; wadogo wake wamewasikiza watu kilio kwa maana watu wapandapo huko Luhithi watapanda wasiache kulia, na watu watelemkapo huko Horonaimu wameisikia huzuni ya kilio cha uharibifu. Haya, kimbieni, jiokoeni nafsi zenu, mkawe kama mtu aliyemkiwa maana. Kwa kuwa umeyatumainia matendo yako na hazina zako, wewe nawe utatwaliwa, na Kiemoshi atatoka aende katika uhamisho, makuhani wake na wakuu wake pamoja naye mwenye kuteka nyara atakuja juu ya kila mji, wala hapana mji utakaookoka. Bonde nalo litaangamia, nayo nchi tambarari itaharibiwa, kama Bwana alivyosema. Mpe Moabu mabawa, apate kuruka na kwenda zake, na miji yake itakuwa ukiwa, isiwe na mtu wa kukaa ndani yake. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sira zake, wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo ladha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Basi tazama, siku zinakuja, asema Bwana, ambazo nitampelekeawa mimi nao nao watamimina, nao watamwaga vyote vilivyomo vyomboni mwake na kuzivunja chupa zake vipande vipande, na Moabu ataona haya kwa ajili ya Kemoshi, kama nyumba ya Israeli ilivyoona haya kwa ajili ya Betheli matumaini yao. Mwasemaje ninyi, sisi tu mashujaa, watu hodari wa vita? Moabu ameharibika, na moshi wa miji yake umepanda, na vijana wake wateule wametelemka kwenda kuchinjwa, asema mfalme ambaye jina lake ni Bwana wa majeshi msiba wa Moabu umefika karibu na mateso yake yanafanya haraka. Ni nyinyote mnaomzunguka mlilieni, na nyinyote mlijua jina lake, semeni jinsi ilivyo fimbo ya enzi, fimbo ile iliyokuwa nzuri. E binti ukae Diboni, shuka toka utukufu wako, ukae katika kiu, maana atekaye Moabu amepanda juu yako, ameziharibu ngome zako. wewe ukae Aroeri, Simama kando ya njia upeleleze, muulize mwanamume akimbiaye na mwanamke atorokaye, sema imetendeka nini? Moabu ameibishwa kwa maana amevunjika; pigeni yoye na kulia, tangazeni habari hii katika Arnoni, ya kuwa Moabu ameharibika. Na hukumu imefikilia nchi tambarare, juu ya Holoni na juu ya Yasa na juu ya Mefaathi, na juu ya Diboni na juu ya Nebo na juu ya Beth Diblathaimu na juu ya Kiriathaimu na juu ya Beth Gamuli na juu ya Beth Meoni na juu ya Keriothi na juu ya Bozra na juu ya miji yote ya nchi ya Moabu iliyo mbali na iliyo karibu. Pembe ya Moabu imekatika na mkono wake umevunjika, asema Bwana. Mlevyeni, kwa maana alijitukuza juu ya Bwana, na Moabu atagaagaa katika matapiko yake, naye atadhihakiwa kwa maana Israeli je, hakuwa dhihaka kwako? Alionekana kati ya wevi? Maana kila umtajapo watikisa kichwa chako. Enyi mkaao Moabu, iacheni miji, enendeni kukaa majabalini, mkawe kama njiwa afanyaye kioto chake katika ubavu wa mdomo wa shimo. Tumesikia habari za kiburi cha Moabu, ya kuwa ana kiburi kingi, jeuri yake na kiburi chake na majivuno yake na jinsi alivyotakabari moyoni mwake, na jua ghadhabu yake, asema Bwana, ya kuwa si kitu majisifu yake hayakutenda neno lolote. Kwa sababu hiyo nitampigia yowe Moabu, naam, nitapiga kelele kwa ajili ya moabu yote, nitawaombolezea watu wa Kirheresi. Nitakulilia ee mzabibu wa Sibma kwa vilio vipitavyo, vilio vya Yazeri matawi yako yalipita juu ya bahari, yalifika hata bahari ya Yazeri. Atekaye nyara ameyaangukia matunda yako ya wakati wa jua na mavuno yako ya zabibu. Furaha na shangwe zimeondoshwa katika shambali za alosala na katika nchi ya Moabu, nami nimeikomesha divai katika mashinikizo. Hapana mtu atakayekanyaga zabibu kwa shangwe, shangwe ile itakuwa si shangwe. Toka kilio cha Heshboni mpaka Eleale nam, mpaka Yahasa wametoa sauti zao, toka Swari mpaka Horonaimu hata Eglath Shelishia, maana maji ya Nimrimu nayo yatakuwa ukiwa. Pamoja na hayo, asema Bwana, nitamkomesha katika Moabu mtu atoaye sadaka katika mahali pa juu, naye awafukiziaye uvumba miungu yake. kwa sababu hiyo moyo wangu watoa wa sauti kama filimbi kwa ajili ya Moabu, na kwa ajili ya watu wa Kirheresi. Moyo wangu watoa wa sauti kama filimbi, kwa kuwa wingi aliyojipatia umepotea. Maana kila kichwa kina upaa na ndevu zote zimenyolewa, mikono yote ina alama za chale na viuno vyote vimevikwa nguo za magunia. Juu ya dari zote za nyumba za Moabu na katika njia kuu zake pana maombolezo kila mahali kwa maana nimevunja Moabu kama chombo kisichopendeza asema Bwana. Jinsi alivyovunjika! Pigeni yowe! Jinsi Moabu alivyogeuza kisogo kwa haya! Hivyo ndivyo Moabu atakavyokuwa dhihaka na sababu ya kuwashangaza watu wote wamzungukao. Maana Bwana asema hivi: Tazama, ataruka kama tai na kutandaza mabawa yake juu ya, ya Moabu. Miji imetwaliwa, ngome zimeshambuliwa na mioyo ya mashujaa wa Moabu siku hiyo itakuwa kama moyo mwanamke katika utungu wake. Na Moabu ataangamizwa asiwe taifa tena, kwa sababu alijitukuza juu ya Bwana. Hofu na shimo na mtego zaja juu yako, ee mwenyeji wa Moabu, asema Bwana. Aikimbiaye hofu ataanguka shimoni, na yeye atokaye shimoni atanaswa kwa mtego, maana nitaleta juu yake yaani juu ya Moabu mwaka wa kujiliwa kwake, asema Bwana. Wamekimbia wasio na nguvu, wanasimama chini ya kivuli cha Heshboni; ila moto umetoka katika Heshboni, na mwali wa moto toka kati ya Sihoni, nao umekula pembe ya Moabu, na utosi wa kichwa wa watu wapiga ukelele. Ole wako e Moabu! watu wa Kemoshi wamepotea, maana wana wako wamechukuliwa mateka na binti zako wamekwenda utumwani, lakini nitawarudisha watu wa Moabu walio utumwani siku za mwisho, asema Bwana. Hukumu ya Moabu imefikilia hapa.